Mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA inaendelea kutoa tahadhari ya tishio la uwepo wa mvua kubwa za el nino hapa nchini kutokana na kuendelea kuimarika kwa ukanda wa mvua na ongezeko la joto lililo juu ya wastani kwenye eneo la bahari ya Pasific. Mamlaka hiyo inasema mvua zinazonyesha kwenye ukanda wa mashariki mwa Tanzania, ambayo pia ni mikoa ya Dar es Salaam na Morogoro, zitaendelea kwa vipindi tofauti, ambazo pia ni mwendelezo wa viashiria ya kuwepo kwa mvua hizo kubwa za elnino. Tupate taarifa zaidi. Uwepo wa elnino utapelekea kuwepo na vipindi vya mvua e, katika maeneo haya hata kipindi ambapo msimu wa, wa mvua za vuli umekwisha me, katika maeneo haya. Lakini maeneo mengine ya nchi ambayo yanapata mvua za msimu zilizoanza mwezi Novemba e, maeneo haya yataendelea kupata mvua na engalipo bado hali ya elnino ipo katika maeneo ya bahari ya Pacific na mwitikio wake ni mwitikio chanya katika eneo la bahari ya Hindi, basi tunatarajia kwamba, uh, mifumo ya mvua itaendelea kupata ushawishi pia wa uwepo wa El Nino, na hivyo kuongeza viwango vya mvua katika vipindi tofauti katika maeneo mbalimbali nchini. Lakini pia akazungumzia kuendelea kuwepo kwa mvua hizo, msimu wa mvua umeshapita, ikiwemo maeneo ya mikoa ya Dar es Salaam, Pwani pamoja na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki. Mvua hizo zitakuwa ni za vipindi isakua uh, na pini kulingana na jinsi ambavyo um, lino inabadilisha ina, ina mifumo ya hali ya anga katika maeneo yetu. Na tutaendelea kufuatilia mifumo ambayo ipo katika uh, maeneo yetu na kutoa tahadhari ta uh, kile itakapobidi. Katika hatua nyingine Star TV imetembelea waathirika wa bomoa bomoa kwenye bonde la Mkwajuni jijini Dar es Salaam, ambao wameeleza kuathirika kwa kiasi kikubwa na mvua zilizonyesha usiku wa kuamkia Jumatano hii kutokana na kukosa makazi. Aidha, wamesema hali hiyo imesababisha kuwatenganisha na familia zao, huku watoto wakipata maradhi kama ya vifua kutokana na hali ya baridi, hivyo kutoa maombi haya kwa serikali. Mimi ningeomba serikali kama ina uwezekano itusaidie, tupa viwanja na kutupa fidia zetu, kwa uwezo wao, wanaweza kama wafadhili. Kwa itaji hapa. Basi, wasike pesa. Juzi wamekuja wametubomolea vibanda, hakuna hata sehemu ambayo ya kulala. Ina maana ndio kama hivi tunakaa, mvua inakutunyeshea, tuna, tunaendelea kukaa tu matokeo yake tunaomba fadhila kwa majirani, ndio kama mnavyoona hivi, wengine wameomba fadhila na wengine, ndio tuko kama hivi, tunaendelea kuishi tu bondeni. Tumenyeshe watu wakimbia nyumba za milimani hapa kwa majirani, tumelala hapa hapa, tukakimbilia nyumba za jirani, tumenatanika chini. Wakasema tumebomoa mabanda ma yenu, tumechoma, tusione mtu anajenga hapa, tumewapa siku moja, leo mwisho saa nane, ndio jana hiyo, mwisho saa nane hapa muondoke, hatutaki hata kuwaona tukija. Hayo ni mengine zaidi ya Tanzania, nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na kaskazini mwa Afrika nayo na hupata mvua za juu ya wastani. Hapa nchini Tanzania, Morogoro ndio imepata kiwango cha juu cha mvua cha milimita 121.2 ikifuatia na Zanzibar iliyopata milimita 83.5 huku Dar es Salaam ikipata wastani wa milimita 50.